Kuna visa vingi, ila hiki ni kimojawapo cha mke aliambiwa na mumewe aondoke yeye na mtoto wake, ama aondoke mtoto yeye abaki. Mtoto ni wa mke, mume anadai kuwa hali ya maisha ni ngumu, hivyo mzigo upungue. Ikabidi mtoto apelekwe kituo cha watoto wenye mahitaji maalum ZASO. Kwa mfano, kama jana tumepokea mtoto ambaye a, mama yake aliambiwa achague moja, aondoke yeye na mwanawe katika nyumba au amtoe am, am, mwanawe yeye yeah, abaki kwenye nyumba kutokana na mume wake, kutokana na changamoto ya maisha alivyo, na mama kila akiangalia hana pa kwenda, mwisho ameona bora amweze kumtoa mtoto wake tu, na akaenda akamkabidhi ustawi. Na hakuna sehemu nyingine ambayo mtoto angeweza kwenda, kwa sababu kama ndio sisi peke yetu ambayo ZASO tunalea watoto ambao ni changamoto kama hii. Kwa hiyo imebidi tupokee mtoto hata kama capacity yetu imekuwa overloaded. Serikali imebainisha namna ya kubaini changamoto katika ngazi ya familia ili zipatiwe ufafanuzi. Wenzetu wa shehia wao ni kuona kuna changamoto gani kwenye shehia yake kwenye mtaa ile. Changamoto akishaiona akishaiibua, anaileta sisi, tunaitafsiri changamoto hii ina fall kwenye kategori hii, na ili tuitatue, tuwe, tuwe tuna moja mbili tatu katika utekelezaji na katika utatuzi wake kituo cha ZASO kina watoto wengi wenye mahitaji na changamoto mbalimbali. Usafiri ni tatizo. Benki ya CRDB imewanunulia gari yenye thamani ya shilingi milioni arobaini na nane. E, uh, walikuwa nakosa usafiri wa kufika shuleni kwa wakati au kuwapeleka hospitali wanapokuwa na changamoto za kiafya. Kwa wao hilo ndio hitaji lao kubwa zaidi. Kwa sisi kama benki tuliona kwa kweli eh, napokuja swala la kijamii, hapa tunagusa elimu lakini vivyo tunagusa afya. Kwa Tulikuwa tunaenda shule tunapata changamoto, tunasubiri, tunas, tunasimama sana, watu kifika shule wenzetu tusasomeshwa. Kikundi cha pili tunapata changamoto hiyo tu. Asanteni sana kwa gari yenu, Mwenyezi Mungu akuzidishieni heri na baraka. Tutasaidia vizuri, kwa sababu itakuwa tunaenda kwa wakati shule, nitakuwa tunawahi masomo tutakayosoma. Jamii imetakiwa kuwalea watoto wenye mahitaji maalum ili wapate upendo wa familia.